Karibuni, wa ndugu wasikilizaji na watazamaji wa Radio Television Ngyoku eh, mahali popote mulipo, tariki ishirini ya mwezi wa kumi na mbili mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Mimi nimepatikana katika jiji la Baraka nikiteremkia kwenda sebela asubuhi. Asante kwa wandugu wote ambao wanaotufuata kwa makini siku kwa siku, na tumepata kusikia sauti mbalimbali mbali, ambazo zinaleta kasheshe masikioni mwa watu wakiulizauliza na kugusia eh, viongozi wa jimbo kama vile eh, gavana pamoja na gavana makamu, na sababu ya hiyo tunaenda tafuta ndugu e, ambaye yeye ni mchambuzi wa siasa tena mwanasiasa na vilevile vile ni yeye anakuwa mshauri mwenye kuwa karibu kabisa na gavana makamo Jean Jacques Lacano, na si mwingine ni bwana Amisi Apata Wiseman ambaye atatutafsiria kinaganaga kabisa kuhusu maswali na maulizo ambao wameuliza viongozi wa jimbo jambo ndugu journalist Amisi Mwanuka. Ndio. Eh, tunashukuru sana na tunaamini ya kwamba wandugu wanaotufata kwa makini watakuwa pamoja nasi wakikufata. Labda na unaweza jitambulisha, hata kama nilishasema jina lako. Mimi naitwa mchungaji Laura Amisi Apata Wiseman, naishi katika nchi ya Marekani, tena mchambuzi wa masuala ya siasa na kansala wa karibu kabisa na vice governor John Jacky Lacano jogo. Mm, asante kabisa e. Basi hatutapoteza muda Bwana Wise Man, tunakuwa na ulizo ambalo ndugu kk akiwa huko Amerika anasema ya kwamba e, zamani tulikuwa tungali watoto jimbo eh, surajo yaani jimbo eh, suraju ilikuwa ikipelekwa eh, Fizi, lakini wakasema hapana, Fizi hakuna eh, nyumba nzuri nzuri, ibaki kwanza eh, pale Uvira kwa kusubiri wajenge, ikabaki. Na analeta historia kama vita vilifukuza ofisi ya jimbo kutoka pale Bukavu ikateremkia E, Uvira na Uvira, M23 akachukua. Na sasa ombi la ndugu KK anasema kwa haraka wapeleke ofisi za jimbo mahali wanaita e, Baraka. E, kabla tuende kwa wengine, ningependelea kabisa ndugu amsiapata, kwa nini musipeleke jimbo Baraka? Kwa nini?